Hey guys, uh, welcome back to our YouTube channel. This is, uh, Collins Vivo's channel. Kama unajua wewe ni mgeni, make sure you subscribe and, uh, mwenye a naongea nanyi saa hizi ni director electronic. And, uh, please guys, kwa wale wanaendelea ku support, muendelee ku support. God bless you. So guys, I'm here because of mtumishi. Um, yes, nimekuja hapa nipatie mtumishi ka chakula. No. Yes, juu nafurahia sana kwa wale wenye kutusupport wenyewe, wanaendelea wenye kusupport, kutupatia hata kama ni supper, uh, kutupatia hata kama ni breakfast. Akimbarikiwe, mkitupatia supper na breakfast mtabarikiwa, si lazima tukule lunch, kwa sababu unajua vizuri tuko hapa because of you guys and we are here all of us. Mungu ako pamoja nasi, so guys, bear with us, bear with me hadi bear with us, bear with me Mbarikiwe, mzidi kubarikiwa. God bless you, God bless you, bless you. Sasa nyi wote mbarikiwe, mbarikiwe zaidi. Hapa niko kwa harakati ya kuja penye mtumishi huwa anafanya, alikuja kufanya prayer and fasting, prayer and fasting. So be blessed, mbarikiwe kabisa, mbarikiwe, mbarikiwe kabisa. Mtumishi <tune> wa kufanana na Bwana hakuna, wa kufanana na Yawi hakuna, wa kufanana na Bwana hakuna, wa kufanana Yawi Mtumishi hata siku anataka kudistract. Ndio. Aki kuna hmm, support nyingi leo, leo nimekuletea at least, uh, kitu wow, yes, nimekuletea kitu ukunywe at least wow, ili kushikilia tumbo kwa sababu hii prayer and fasting, yes. Ikifika hivi jioni unajua unapanga kula Director, umeniletea umeniletea na kuendelea na prayers because u, ju, venye unarudi hivi late nyumbani. Yes. Si hata ukifungua, utakuwa umefungua late, utakuwa unakula ikiwa nini, ikiwa ni nini baridi. Lazima nimalize prayers kwanza. Ine na mtumishi, umekawia sana, hadi saa zingine watu wanaulizia penye huko, na nimewaambia tu pray and fasting. Director, unajua kazi niliyofanya si zote lazima tuweke online mm. zingine lazima pia mimi niambatane nao jinsi ninavyoweza huku niliko, mm. kwa sababu kila kitu kama na post na eka online mm. the privacy za watu saizi, sahizi naandamana nazo hapa kweli kweli, si hizi zieka online saingine, na pray about the life ya mtu hata niliwaambia hivyo jana, niliwaambia niliwaambia kuwa that mtumishi ah, ana fast and pray because of them. Yeah. About hizo privacy, ukiwaombea, jua uwezi weka mtandaoni. Saa zingine mwenye pia ako hapo live kwa chats, maybe ametumwa mm -hmm. na shetani fulani no, huko hey. hivyo uliko nipee nafasi kidogo niombe huku mm, ndio at least wale ambao naombea maisha ya kwao, na na tackle hizo vitu na prayers zenye, mm, nafanya hapa nisije nikaeka online because there are some so many kuna vitu chafu sana. Yes. na Director, mm, hapa nilipo bado ile maneno ambayo tuliambiwa tukiwa kule baharini yes, janani, inaniambia hadi saizi mm -hmm na watume pia waliwaona hmm. Nakumbuka watume walisema vizuri that bloodshed will flow. Nakumbuka mtumishi, na wasiposikiza tena, wasipokusikiza this round, mtumishi watakuwa tena, watakuwa tena watarudi chini. Blood flow. Na saizi unaona wa, ndugu zangu Tanzania Tanzania vyenye wanafanyika that is just an start. Hata hapa kwetu tuliko Kenya, aina tofauti, hata yu huko Uganda, aina tofauti, the same bloodshed enye nilikuwa nimeona mm, na ilikuwa inatuonya that we need praying, oh God, Father Lord. Oh. Father, may you come, yes, and secure our nation, so mighty Father. Yes, yes, yes. Secure our body, oh Lord, from this evil. Yes. We pray that our houses yes, our children yes, will not suffer amen, because our, of our mistake, yes. we pray that our life our future life yes. will be brighter in the mighty name of Jesus, amen. Director, bado naona machozi inamwagika katika hizi manchi, ah, hizi manchi. Na ita stop lini mtumishi. They need to follow what mtume said. hiyo tu They need to follow what Mtume said. Amen. Hakuna option ingine. So you have to follow the instructions. That's why niko hapa na pray, ndugu yangu. Na pray kwa sababu naona yale ambayo yatafanyika na yanazidi kufanyika na watu wanachukua tu kama mchezo. Kweli. Yanamwagika. Tuliwa warn. Yes. Hmm. Na Mtume akawa warn himself. Akasema that the bloodshed will continue flowing into ah, our nations. Aku mention Kenya ke peke yake Jesus Christ. Alisema into our nations mm. Why do these people take this thing so lightly? Why do we want this thing ifike mpaka kwa mlango yetu ndio tuone how serious it is Oh my God. Guys, we need to pray. We need to follow the rules. how Mtume said. or else this thing is going to flow into our houses Amen. ikitu inaenda kumwagika kwa nyumba zetu sasa mtumishi, naona umeshtuka, nimekuja hapa, umeshangaa sana hapo hapa kwa tukimu, sababu mtumishi, nimesumbuliwa sana na yule vijana natumua na mama kibanda. Haikuwa 1800, mtumishi, ilikuwa ni, ni, eh, 5K. Hey, Director. Unakumbuka ukikuja kwa nyumba unapata chakula yes, yes. nilikuwa nachukua huko sai mtumishi. uh -huh. ni almost three months kama nilikuwa nakopa kwa huyu mama o kidana ni 1800. Director, Imefail hadi kafika tu 5000. Yes. 5000. Hadi sasa hivi nimesneek tu, kwa sababu huyu mama wa kibanda anatuma vijana wengine wawili uh -huh, kukuja kusumbua kubishabisha mlango pale penye tuko. Sio kawaida ndugu yangu. Na umeniletea chakula kwa nini? Si afadhali izunge pile tu alafu upelekee huo mwanamke. Sasa anataka yote kasha, hataki kidogo kidogo. Ah, hapana, na, nafai kutuelewa saa ingine tuna. Hii kidogo nyetu tuko nao tunafai kumpatia. Director, chukua hii chakula basi urudishe. Nirudishe aje mtumishi? Na tena. Ndio uambie huo mwenye duka kupe hiyo pesa uende huko. Ni maisha yako ni muhimu ndugu yangu. Chukua hii chakula urudishe huko. Hata fadhali nikae hapa njaa. Aje gani sasa ukimbizwe hapa hivi uta umizwe? Mb... waambie huo mwenye duka akupatie hiyo pesa. Chukua hiyo pesa pelekea huo mwanamke. Sasa mtumishi, nikichukua pesa nipeleke huko. Itabaki almost, itabaki kitu kama 4800 na hizi ni chakula ya so. Najua. Wewe chukua tu peleka huko at least ni kuwe na tuweze kupray. Without that hakuna venye tutafanya maombi yetu. Sasa mtumishi, chukua hiyo chakula hata kama nitakaa njaa. Haina shida ndugu yangu. Aina shida. Hapa tuliko tuko vitani. Ninaamini yule ambaye tunamuomba atatuacha. Oh Jesus. Lakini sitakubali shetani alete distraction. Sitakubali ndugu yangu. Hii ni distraction inataka kutuletea. Tutaanza kufocus na vita ya kiulimwengu ila tunasahau ya kwamba kirondo hii imeanza. Na unaona jinsi inavyofanya. Nimeona. Unaona njili, ndugu zetu wanaumia huko Tanzania? Ndiyo nimeona. Unaona jinsi inavyofanyika kule Kamerun? Nimeona. Hizi vitu zote zinafanyika, zinafanyika, sababu tulionywa na tunachukua mzaha. Na mi siwezi taka kukua hivyo, sitaki kukuwa niseme ya kwamba nilikataa nikaona ni mchezo. Sasa mtumishi, nikulize pia mimi moja, nimekosa kukusikiza, ndo maana hawa watu wamenifuata hivo. Sasa tutafanyaje ili tusipate chakula? Kwa sababu hiyo kukopa ndo ilikuwa ni njia rahisi. Kuna wa kusaidia, kuna ni wachache Uenda tu fanya naitarge, fanya mm. Enda tu fanye hivi ndugu yangu. Chakula kila siku kuwafor ni nini? Urudishe rudishe chakula nilichukua. mm. Ongea na huyo mwenye duka mwambie hata kama ni pole nilichukua the wrong item, ama nilikuwa nimechukua na yule ambaye nilimpelekea hajakubalisha. Nirudishie tu hiyo pesa. Kikupe hiyo hela. Nenda kwa mama mpatie hiyo pesa. Wote fiko mama atakataa tena juu anataka. Mwambieleze, muongeleshe. Kama taki, then tutafanya aje? Wacha tufanye na maombi ndugu yangu. We all have to pray. Lazima tufanye maombi. Hatuwezi kubali kuletewa distraction wakati tunafanya vitu za ibada kama haya. Saizi huko niliko nimekaa, almost saizi two weeks na pray na pray kabisa. Fanya hivi, peleka peleka tu saizi venye na kuongelesha saizi, saizi. Pelekea huo mama mwenye duka, na na enda peleka peleka, mwambie tu hatumekosea Sawa, niregeshe hii ereta, mtume. Je, wajua wakati ndugu yako Collins yuko kwenye madhabahu anaomba, haitakikani kusumbuliwa? Ndio nimekusikia mtume. Haya basi, mmeanza kuona ulimwengu mzima jinsi nilivyowaonya wakati nilivyosema ya kwamba mnastahili kuvunja haya madhabahu. Wengine wenu walichukua hayo maneno kwa uwepesi ule wao, na wale mliochukua kwa uzito na wakatimiza, nanyi mtakuwa mahali pema, sababu sisi tukasimama na kuwatunza hili haya maneno na haya janga yasije yakafika katika mlango yenu. Mmeanza kuona kwa mandugu zetu wote wanaangaishwa na maneno yale ambayo yanafanyika. Wengine wenyu wanachukua tuni ya kawaida. Mnastahili kufanya maombi, ndio mtume, sababu si ya kawaida jinsi ninavyojua. Yes, ilali director, ndio mtume, usife moyo, ndio mtume. Najua wengi watasimama nanyi, ndio mtume, yote ambayo unapitia chochote kile ambao unapitia tuna imani ya kwamba mtapitia na mtayashinda yote kwa jumla. Amen. Yoyote ambaye atasimama nani, ndio mtume, kwa hii wakati wa maombi, ndio mtume, atakuwa anasimama nasi, sababu tunahitaji koli zakuwe makini, sababu ndio mtume, yale ambayo anaomba siyo machache, na yule ambaye atasimama naye wakati ya kumadhabauni atakuwa Anasimama nasi yeah. Anaye simama nanyi kwa kukula, anayesimama nanyi kwa visha, yes. anatuvisha sisi yes. Na yule ambaye atavunja yale madhabahu ambayo nilisema ya saba saba saba yatakuwa yanamzingira yeye mwenyewe pamoja na familia yake yes. imeanza tu pande ya kule mnaita jirani lali, sisi tunaona ni mandugu zenyu nakumbuka mtu, mtume, ni Tanzania munayaita Tanzania, ndiyo mtume, sisi tunayaita Tanganyika, ndiyo mtume, ilhali bado yatakuja huku huku. oh, Jesus Christ. Shindwe baada ya huku kisha yanahenda kule, oh my God, kwa mandugu zenu ba, mm. Yeyote ambaye anaistahili kusaidia ulimwengu yes. ni kuwakwa kuwa, kuomba na kuyavunja, fanya maombi. Narudia, omba kwa bidii. Yule ambaye ananitazama, omba kwa bidii, vunja madhabahu haya. Ndio mtume, yasifike katika mlango yako. Ndio mtume, tuma saba saba yako ili jina lako yafike katika madhabahu kuu. Ndio mtume, vunja madhabahu haya. Ndio mtume, yasitiririshwe Yes. Na shetani mwovu katika ulimwengu huu ambaye Mwenyezi Mungu aliumba kwa upendo. Yes. Vunja kwa maombi. Yes. Vunja kwa sacrifice ya kwako. Director. Yes. Ndio mtume. Kwa haraka. Ndio mtume. Nimekuruhusu uende kufanya yale ambayo ulielezwa na ndugu yako Kono. Ndio mtume. Harakisha. Asante mtume.